Eliya alikuwa na siku ngumu. Alikuwa juu ya mlima Kameli, naye alikuwa ameuona utukufu wa Bwana ukishuka. He had prayed far out of the heavens and, alikuwa ameomba moto kutoka mbinguni na kisha akaomba mvua inyeshe juu ya nchi na chini ya uchovu huu broken. wote Mishipa yake ilikuwa karibu kupasuka. Oh, no, jinsi ninavyoweza kumhurumia. Na hapa tunamwona kwanza akilihubiri taifa la watu walirudi nyuma, na kwa Yezebeli aliyetaka kufanya atakavyo, na watu walikuwa wamefikia mahali ambapo walikuwa wamemwacha Mungu wakaziacha ahadi zake zote. No, na amri zake zote wala hawakuzishika tena, sheria zake wala hawakumjali yeye. Na Eliya, katikati ya hayo yote, asingeweza kupatana, ilimbidi kusimama mwaminifu oh, kwa imani yake. No, jinsi hilo linavyoakisi katika siku hii

aliwasababisha kufanya uasherati na kufanya mambo maovu Kama hiyo si mfano mzuri wa siku hizi? Lakini Eliya, katikati ya hayo yote, hata hivyo wengi wa wana wa Israeli, maelfu yao walikuwa wamepatana na walitaka kuishi maisha ya mtindo wa kisasa. Hata hivyo Eliya asingepatana. Alimwambia Yezebeli mahali dude, pake na jinsi oh, anavyopaswa kufanya kufanya. No, alimchukia nabii huyo huyo, lakini hata hivyo asingemdai bali alikuwa mchungaji wake. Kuna oh, no, nyakati nyingi hawataki kudai God hilo God lakini God. Mtu aliyetumwa na Mungu kwa jamii ni mchungaji wa hiyo jamii yote, kama yeye ni mbaptisti, mpresbiteri au ni nani Mungu humtia mafuta mtu wake, wala hata patana nao watu. Wakati mwingine humchukia kwa sababu kwamba anaitetea kweli, lakini hata hivyo yeye ni mchungaji wa Mungu kwa ajili ya wakati huo huoo. Oh, no, alimdharau, angefanya lolote awezalo kumuua, lakini hata hivyo God's alikuwa mwaminifu kwa kanuni God's za Mungu standards. na viwango vya Mungu Karamu zake za kisasa na vilabu na kuupodoa uso wake na uvaaji wa nguo zake ulikuwa umelichafua taifa hilo, naye mzee Eliya hakuwa rahisi. Alimwambia pale pale alipokuwa amesimama.